Yo, what's poppin na kuwaje, mimi naitwa Ali Adabi 13 wa hapa 69 Media. Hope so tayari ko gudi kino manoma, na siku imekuwa nzuri sana, kwani siku ya leo kumekuwa na taarifa ambayo kidogo imekuwa ikileta matumaini kwa Watanzania na Wanigeria. Hapa tunafurahia maisha ya wanandoa Jux na Priscilla na uzuri ni kwamba mbea mkubwa kabisa hapa Tanzania maarufu nikisema na maanisha Juma Lokole, siku ya leo kupitia ukurasa wake wa Instagram amethibitisha kwamba eh, wanandoa hawa wapya kabisa Jux na Priscilla wanatarajia kupata mtoto, na haijafahamika bado kama ni wa kiume ama wa kike, lakini wao wenyewe wanatarajia kupata huyo mtoto, na aliposema kwamba inasemekana pia Jux na Priscilla wanatarajia mtoto wao kuzaliwa siku ambayo amezaliwa Jux, yani siku ambayo Jux aliwahi kuzaliwa, basi ndio siku ambayo e, mtoto wao atakuwa anazaliwa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo hii kitaalam pia inawezekana kama walikofahamu, e, wanaweza kawa wana target siku fulani mtoto, e, anapandikizwa kwenye mwili wa mama yake, alafu siku ikifika, labda anafanyiwa operation, kwa maana itakuwa tayari ni miezi tisa, na anafanya operation mapema sana, alafu mtoto anatolewa. So ni taarifa ambayo kwa wanandoa ni nzuri, lakini maswala yamekuwa mengi. Jua kile ambacho Juma Lokole amekizungumza na kusema ya kwa kwamba uh, ujauzito huu ambao Priscilla ameupata ni ujauzito wa kupandikiza, sio ule ambao uh, naturally ule ambao Mungu ameublesi ameupa baraka zote, ya kwamba mwanaume na mwanamke wanapokutana basi wanatengeneza kiumbe, lakini hii inavyosemekana ni kiumbe ambacho kimepandikizwa, yaani mbegu za mwanaume na maanisha za Jux kimepandikizwa kwenye mwili e, wa Priscilla na kutengeneza kiumbe hiko. Na kama unavyoona Priscilla, sasa hivi kidogo kuna tofauti, hata kivaa nguo na gauni zake zinakuwa kidogo kwenye tumbo pale zimevimba. Na watu wakaanza kujiuliza, vipi sasa leo Lokole ndo kasema kila kitu bwana, Priscilla kumbe ni mja mzito, na kiumbe ambacho kiko tumboni mwake ni cha Jux, lakini ndo hivyo cha kupandikiza. Kwa hiyo watu wamekuwa kijiuliza, wakijuliza kwa nini apandikize, kwa nini Jux ana shida gani? Huku wengine wakaanza kuzalisha topic kwamba Jux aliyekuwa na mahusiano na wapenzi wengi ndo maana alikuwa hawezi kuwapa ujauzito, kumbe ana shida na nini? So watu wengi wamekuwa wakiongea vya kwao, lakini Exclusive news ndo hiyo hapo kwamba Priscilla na Juks wanatarajia kupata mtoto. So tuandikia kwenye bauni yako, hapa ni sawa kwa mwanaume kupandikiza mbegu kwa mwanamke au lazima kuwa na shida kati ya Juks na mpenzi wake, au Juks kama mwanaume atakuwa na matatizo ndio maana akafanya kitu. So tuandikie kwenye kwenye comment hapo. mimi naitwa Ali Adam 13. Ai, niaje mkupoa shwali, anga inachafuka ah. Nikasafisha sasa, huyu dokta akanambia sasa mpaka niende China nikasafisha meno. Shafika mwaka ushafika nah. Shaanza kuchafuka. Okay. Chanene na meno yangu kwanza <laughs> niwaambie kitu wambea, nyinye leteni umbea, ninyi leteni umbea, kila mtu ana staili yake kutoa umbea bwana kama mtu atainuka juu, makalio juu, kichwa chini, ujumbe wafikia wa mbea, sawa. Kama huyo atavua wigi, sasa sio shida. Umbea shida, unafikishaje kwenye jamii umbea? Luka sarakasi, panda juu ya meza. Mimi hii kazi ya umbea jamani, toka mdogo nishaikusutwa shuleni, nishamchonganisha Wema Sepetu <laughs> na anti Ezekiel wako hapo hapo, nishapiga shoti, wewe uogopi? <laughs> kama nimewagombanisha walimu shuleni, wewe. Jamani, taratibu jamani, jamani. Mimi sisiku, siwezi kuiba habari ya mtu siwezi ishu ya eshebweti, nimeambiwa na watu wake wa karibu. kwanza ni kwanza, sijaiona. Achana hizo habari nye ombea, mkipata habari chakula cha ubongo nipeni, leteni, leteni jamani, leteni. Watanzania wana stress wana vitu vingi kichwani, hawana hela, wanataka vitu vizuri wavisikie. Leteni leteni, sifuri saba moja tano sabini na sita sabini na tisa hamsini na sita. Leteni hata ukipata habari yangu lete. <laughs> najiposti menanijua, sio shida zangu <laughs> sasa. Jamani, nawapeni ya asubuhi subuhi, Juma Jux na Priscilla wanatarajia kupata mtoto. Uh, uh, wanatarajia mtoto sijafahamu ni jinsia gani, kama ya kike au ya kiume, lakini wanatarajia mtoto very soon, na Juma Jux anataka mke wake ajifungue sasa. Ina maana hii, washa plani wenyewe siku ya birthday yake, yani ile saa sita usiku ndo Priscilla ajifungue. E, kwa hiyo kwa wale ambao mmenitumia message, mbona Priscilla kama kitumbo, kwa hiyo nguo nyekundu alovaa ni mjamzito kweli? Ni mjamzito kweli na anatarajia mtoto. Kwa hiyo wameplani siku ya birthday ya Jux mwakani, sio mwaka huu. Sasa msianze kusema mwaka huu, ah, mwakani ndio apate mtoto, afanye operation hivyo. ah, nimeamka jamani. Jamani, mkono unauma sijui ameniloga nisitaipu Jamani, ilo mkono naniuma sana sasa. Nimeletewa mafuta sijui ndo mnyonyo sijui mnyonyo. Anayejua kazi ya mnyonyo? Ah, mkono unauma jamani. Mama mnyonyo, eh, kazi yake nini? Kaniletea ishekinde mnyonyo sijui mnyonyo, jamani, mkono unauma. Sikwade mtu arabi. Ah, jamani, sifuri saba moja tano sabini na sita sabini na tisa namba itu ya ile, piga simu nitumie message WhatsApp, ndugu zangu niwape umbea eh, mna e, mawazo mna madaiwa, videni viko basi, vitu gani tunadaiwa huko kwenye michezo? Basi leteni mambo, lete mwaga maji bwana, wewe lete. Ah, choka mii <laughs>